Karibuni tena kwa mara nyingine kwenye kipindi chenu adhimu, kipindi chenu pendwa kabisa cha Kigoda, na hivi leo niko mazingira fulani haya, sijajua ni wapi haswa, lakini tutaweza kuyajua na niko na mgeni wangu hapa ambaye ataweza kutujuza kama mnavyoona, yani tumedamshi kiasi. Wacha tujisifie kwanza e, tuliweza kuahidi kuwa mgeni anayekuja atakuwa ni moto wa kuotea mbali na tuko naye hapa. Labda tuweze kumjua mwenzangu, sijui waitwa nani, na labda haya mazingira tuko wapi haswa hapa? Uh, muko Matuga Kigato ndio yeah. Eh, na mimi naitwa Mwenye Aji Aliitenga hmm. E, mimi ni mzaliwa wa hapa Matuga ingawa siku kulia kulia sana hapa hivi hmm. Zaliwa hapa nikaenda e, Msambweni kuishi Msambweni. Hapo nikarudi tena Matuga nikaenda ma, kwa masomo secondary school, nikarudi hapa so, hapa ndio nyumbani. Asante sana na, na labda nikikuuliza um, wewe nime, nimewahi kukuona kidogo kwa mbali na masuala ya, ya ngomangoma. Wewe ni mchezaji, ni mwimbaji? haya ya uchezaji, haya ni magenji A, lakini kwa ufupi, mimi naona ni kama nilizaliwa na kipaji ama vipaji ndio, e, maana haya ya ngomangoma mm -mm. yalikuja hivi majuzi ndio, lakini nilikuwa mwigizaji mm na huwa naandika michezo ya kuigiza mm. Alafu naongoza pia mm. Eh, sasa tukaona kwenye group ama kwenye kikundi lazima tuongeze mm. Kitu tukaona tuongeze mambo na ngoma haya sasa hivi ah. Nacheza ngoma ndio Ah, labda kabla asijaweza kukuuliza kwa undani kabisa mm. eh, nimeona tume, tumekaribishwa kikweli hapa na naona vitu vya miogo miogo. Labda kwa faida tu ya mtazamaji uno, mwogo huwa una changizo gani kwenye chakula? yeah, yeah. Muogo ni chakula, kina kitu kinaongeza sasa azwa. Eh? Maana hapa tumekosa labda korosho tu lakini muogo unaongeza nini <muchakula> tena <coughs> hmm. Mwogo mbichi tena yeah. mm. Mwogo mbichi yeah. Nongeza ah. Madini kwa mwanamme madini kwa mwanam, madini dhabu madini, madini albani bana njugu zaongeza nini kwa mwana mme? Njugu mimi najua njugu zaongeza mafuta mafuta jo mwogo basi wa mgeni wetu ambaye ameweza kutujuza kuwa muogo unaongeza mafuta. mm. sijui kwa wewe mtazamaji, kwako muogo mbichi hmm? ukipata na tende kidogo hapa na chai utaongeza nini mwilini mwako? Lakini mimi ninaambiwa unaongeza mafuta peke yake. Mafuta kuna kitu wazungu wanaita carbohydrates. Ni yanapatikana hapo. Carbohydrates hayo, si hayo si, si mambo ya maji, ah, sijui mambo ya maji sijui mambo ya unga, lakini, hayo sijui mambo ya mambo, lakini wewe hayo sawa, tuachie hapo, watazamaji wataweza kutuambia unaongeza nini hasa kwenye comment. Session zetu hapo, mm -hmm. Uh, labda nikuulize swali mm -hmm. Uh, tume katika maswala mazima ya kitamaduni uh, kumekuwa na changamoto ya watu kutotofautisha vitu viwili mm -hmm. Kutotofautisha mganga na mchawi. Tumekuwa tukiuliza hili swali ya vijana ambao hatukuishi kwenye utamaduni, tukiulizana sana mm -hmm. Kuwa tofauti ya mganga ni gani na tofauti ya mchawi ni gani, kwa sababu tunaambiwa kuwa uh, mganga na mchawi ni watu wawili tofauti na mm. Kuna wengine wanasema ni mtu, ni mtu mmoja. Sasa so, sijui wewe kikwako labda una maoni gani kuhusiana na watu wawili. Ngo bwana sana huyu Ngo, vizuri, mimi kwa maoni yangu bwana mm. siwezi kusema mganga na mchawi ni mtu mmoja ndio lakini nataka kusema hizi mm. ni kazi mbili tofauti, kazi mbili tofauti zina uwezekano kufanywa na watu wawili tofauti. mm -hmm. na pia zina uwezekano za kufanywa na mtu mmoja. Kwa mfano, wewe ni mgonjwa mm -hmm. menda kwa mganga, watarajia nini? Mtibiwe mpone, mtibiwe mpone. mm -hmm. Aya, mwingine ameua mwengine meua, huko kuna kesi huko mm. na ila um, mmoja najua kwamba kuua ni vibara, amehatia ndio. Mmeenda kwa mganga, watarajia nini? Ambani ile kesi zimwe, ndio mpone. Waza huo uwe ni uchawi ama ni uganga? mm. mm. mimi sijui huo ni uchawi wala ni uganga, lakini wewe mtazamaji, labda unaweza kutuandikia hapo chini, kuwa kwa haya maelezo mafupi, labda unaweza kutuambia kuwa yule ambaye amekwenda kwa mganga ili kuficha kesi au kuweza kuzima kitu ambacho kinaendelea, je, ni uchawi au ni uganga? mm. Nikirudi kwako Tenga, umesema hizi kazi zinaweza kufanywa na mtu mmoja. mm. na vile vile pia zikafanywa watu wawili. mm. Sasa swali langu ndio. kwa mfano mimi kama Babji. Mimi ni, ni mganga mm. Lakini vile vile pia naweza kufanya hiyo shughuli nyingine ndio. Hiyo inamaanisha kuwa Mchawi. Mchawi, mm. Lakini, na mimi ni mganga mchawi, si mganga mchawi, lakini navyoona mimi ni kwamba kila mmoja amekuja na angoli yake, si angoli nini Kiswahili? mm. ni kipembe hicho mm. hicho. Ewa. <laughs> <laughs> Yeah. Mimi nataka kujitetea mm. lakini na mnyima mwengine mm. haki yake sababu kama umeenda kwa mganga mm. wewe ni mgonjwa, wataka utibiwe, ndio pole, mm. lakini kama umeua, kuna mwingine pale haki yake umemnyima, mm. sasa ndio unaenda kwa mganga eja, yule akagongwe afe ama anguke afe, ama files eti zipotee, si uchawi? mm. <coughs> nampanana, mtu yule yule anategemea na intention ama matarajio awataka, unafanya haya ili kufanyike nini? Mbona pia kuna hii mipira mipira, mm -hmm? kwetu bwana yachezwa ikifika mali mm -hmm, ambayo endani kwa babuji uh -huh, mdo anajua kuchezesha mpira. Zamani kwa babu zetu mm -hmm, walikuwa kuna kitu inaitwa matezo mm -hmm. Matezo yaani, ulikuwa watezwa kwa muda tu umeingia kwa mpira pale, ukipiga mpira au endi mpiga jiwe ah? hmm. mm-hmm. ama jamaa amepiga mpira, wataka kudaka sema, wee ni golikipa hmm. ukifanya hivi kichwa cha simba ndio hicho huyu hmm. hmm. uh, unaepa ukiepa boli kwa neti hiyo. Sasa kama ile panga la pol kwa tukiona kwenye macheze, lakini mambo yale inasemekana hmm. ilikuwa ikifanyika pale pale, ikiisha mbasi wewe uko sawa, ndio ndio lakini sasa hivi bwana, um, jamaa anaenda huko kwa kwa huyo babuji Mm. Oroja nzima ama listi nzima ya mapleya Mm. Waenda kutubuliwa chura yule, ile listi nzima unawekwa kwenye tumbo la, la chura, la chura. Alafu kinashonwa kinachiliwa, watu unawaona kwa mpira hapo wanacheza, lakini hawaendi ah, ah, ah, ah. Sasa wale wamegangwa, wamerogwa. Amerogwa. Amerogwa. Hmm. Na ajabu ni kwamba atatafuta ule chura atapiaatacwa nayo, wao wanacheza mpira miaka mingapi? au ndio yetu, ndio maana wakinatenga akina Babuji amecheza mpira paka humu humu anatafuna muogo tuukahempirampiraamaliaag mm. mm. <coughs> Sasa, mimi oh. ninakusikiza kwa umakini yeah. na kwa uelewa wangu ni kuwa umejaribu kukwepa, lakini umekuja pale pale ambapo labda wengine wanafikiria kuwa ni sawa mtu kusema mganga na mchawi ni mtu mmoja. mm. Aa, lakini mimi nataka niulize swali jingine tena, je mm huyu -hmm. yeah. ambaye watu wanasema ni mchawi, ambaye watu wasemi ni mganga, wasema huyu ni mchawi mm. mchawi anaweza kuagua mtu Babuji minanani, kama mmeregelea mm -hmm. zile sentensi tumezisema mm -hmm. tumeziandika kwa namba ndogo ndogo mm -hmm. jipo naandika na kapitol letes zile. Sasa sijui kutakuwa na nini? <laughs> Sema inategemea huyu mtu mempata akufanyia nini? Uh, uh, yule mtu ukisema ana acting sana yule tenga, kwa hivyo nataka acting yake irudi chini. Huo ni uchawi ama ni uganga? Huo huo ni uchawi. Sasa ngoja nikuulize. Ndio. Mimi sijasikia mtu yu asema uenda kwa mchawi kwenda, mm. kufanyiwa kitu, mwanzo wao wachawi mara nyingi timu, agangaatat ganaata yule mganga anaingia kwa mchawi. Naona sasa ndipo umepiga ule mfupa ambao ulikuwa na mchawi kwa maneno ya siri. Haya watu wengine isi kwa nini, naangalia kuchubulia maneno hivi um, sasa yule mganga weza kuruka aja kuruka na nasia, kuna wengine kuwa kuna desturi mbaya za mm. so kumwona njiani usipomwamkua, umbeba mm. kitunga chako mm. makikapu mm. okay, ukienda huko wendako, kipika huko huko, kumbe mbeba wewe na kikapu eh. ni science hizo za kitamaduni eh, science haya jenga. Nakumbuka mwaka jana mm. katika chuo cha Pwani University mm waliweza kutangaza kusema wanataka walete kozi ya uganga na uchawi iwe kama kozi ambayo inasomewa mm. na watu. ilitangazwa mm. hiyo mm. na sijui ilifikia wapi, maana sikuweza kuifuatilia, lakini mm. niliona ikitangazwa na ikizungumziwa na maprofesa tofauti tofauti kwa iletwe kama kozi mm. Sasa swali ikawa ni je, ino kozi ikiletwa watu wamefundishwa, maana hizo kozi zote watu wanaofundishwa, kuna mwisho, kuna ile majaribio mm -hmm. walikuwa wale le wanafundisha eh, watafanywa wewe wadhani liitafanywa wa experiment mm -hmm. wat alikuwa utakuaje huku pwani kwa mm -hmm. vile sisi wengine tulishukiwa hiyo experiment atafanyatenga <laughs> <laughs> mm -hmm. mara nyingi mm -hmm. um, kama wewe ndio kwa umri wako leo nao hivi ulivyovaa ukitembea huko masokoni na nini, watu watasema yule mzee ni mchawi yule. Siona mpaka mavazi yake nini na nini lakini, na mimi hizi nguo za kitamaduni na siamini kama hizi nguo zinamaanisha kwa wewe ni mchawi au ni mganga. Mm. Je, unalizungumziaje suala ya mavazi ya kitamaduni, wewe wewe kama tenga mavazi. Mm. Ma ya kitamaduni ana hapo Mm -hmm. Na wengi wanaelewa ndio, sipokuwa sisi tumejizoesha kufanya vitu vya kimagharibi, kigeni kigeni, mm, Kiingereza, eh e. Na hiyo pia ndio inapelekea wengine Waislamu, lakini kuvaa kanzu hataki wa waeda, mm. Kwa nini? Sijui, ukivaa ukiingia mahali kwenye madara shaka tepedua

Ya tawakal. Ya mashallah. Kumbe bana ataja majina ya, oh, ya magari ya, ya, mabazi, ya Tanzania. <laughs> Anaona hamna dua mm. Akatenda antua mfano wa kanzu . Je, ukivaa kama hivi kiasili ukitembea hofu gani ambayo labda utakuwa nayo? Najua sasa hivi kuna wazee wa kaya ambao wamejitambulisha laa hmm. Watu wamezoea kuwaona wakivaa vile. So

Sasa mimi nataka nikuulize hivi Bwana Tenga. mm. Haya mambo ya cultural dance. Umempaka hapa tuko na mm. ngoma. Bumbumbu hivi. mm. Waweza labda um, kuniambia wewe uh, umeniambia hivi karibuni umeanza ku dance. una dance ngoma gani ambayo una dance wewe? Mimi bwana mm, najifunza ku dance Sengenya. Sengenya. Sengenya. Ah, Sengenya ilikuwa inachezwa na kina nani na wakati gani? Bwana, kulingana na <coughs> wale wenzetu tunawaita wavyelewalikuluny. mm -hmm. tu mhm mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ilizaliwa na ngoma likiwiitwa, mhm na tsikiti. mm. Hapo zamani lilikuwa likichezwa na wazee na wakiume, na ndio na wakati huo kulikuwa hakuna njaa njaa hizi zetu, mm. Uka kuna nuru ndio, kama ni ukulima ni ukulima kweli. mm -hmm. Kana watu wakaenda kuvuna huko wakija, mm -hmm. wanaenda ngoma kama hiyo ya tikiti ndio wanachorekea mavuno yao, ama kwenye harusi, vitu kama hivi, a mambo na furaha furaha. Okay. Kwa hiyo inamaanisha hizi ngoma haziingiliani na mambo ya kwa sababu Nishasikia sijui kuna ngoma saba sijui kuna mtu yuwapunga azingiliana mambo ya kiganga ganga na kichawi chawi hizi ngoma. Kuna wengine wameingiza. Mm. Kuna ngoma kama makamba wameingiza. Mm. Kuna wengine za kusikia. Kuna mtu huko yuwapunga ndaro. Yapungua ndaro. Ndaro ile kubwa na uta na na kijiti. Mm. Mm. Mm. Tazo, nasemekana huyu ako na pepo ya Kimasai. Sijui nini anapongwa ndaro. Kuna wengine mm, so, so, so, wana, wana kumaliza sasamalizi ngoma, uh-huh. Inasemekana baada ya kuchezwa kwa muda mrefu, watu wakati ule kulikuwa hakuna, hakuna ukimwi hakuna nini, mm. Watu walikuwa kisherehekea mavuno yao, baadaye pale pale, kuna wengine wanapata wana, wasichana pale pale pale. Ama uh, mabibi wanaoa kabisa lakini baadaye watu wakahitilafiana, ngoma ikavunjwa na ndugu wawili mm. Wamepiga ngoma yao, sasa wanaandazwa chakula sasa. Yule ambaye ndio alikuwa ni mgwiji mm, akapelekewa chakula, wa pili yani yule mdogo wake ndugu wao yule mm, mdogo ndo akaanza kusadhiwa, alafu baadaye aletwa huyu mwingine sasa. Huyu mkubwa akaona kambe ni madharau, wakaanza kuteta Aza wakateta wakateta ndio wakaona hii Sengenya si nyinyi mmapiga tikiti. Mm. Siku hii tikiti tunaongeza ngoma. Unapiga ki design nyingine ndio kitwa Sengenya. Sengenya. Lakini ilikuwa tikiti. Mm. Sasa Sengenya nao wakabadilisha mdundo, haya ni Sengenya. Lakini tikiti ilikuwa ya kujivuna. Kwa hiyo Sengenya mm. mama yake ni tikiti. Kabisa. Okay. <coughs> Tenga. Mimi nataka nikuulize, labda labda wende likawa swali langu la mwisho. Ndio. Um, mara nyingi sana sisi vijana huwa tuna tunapania kusema kuwa labda hizi tamaduni ilikuwa zilienda na mababu zetu, na wewe kama kwa sababu nime, nimeona hata kwenye mazungumzo yote ambayo tumezungumza kuwa asili unaijua. Sasa wewe kama mtu ambaye uh, asili unaijua unachukua hatua gani ili kuweza kuwafundisha vijana ambao hawazijui kwa sababu Uh, mara ya mwisho nilikutana na mzee akaniambia hata mavazi unaovaa mm. kwa mfano kama msare nini mm. kuna nyumba uwezi ingia kama bado, babako, wakati umevaa mavazi kama hayo mm. ya unaonyesha unampita unampanda kichwani. Mm. Shona. Lakini vitu vijana wa vijui. Hata mimi sijui, najua msare unaovaa tu kama nguo mm. zako ni chafu. Sasa, je, ni hatua gani ambazo wewe unaona tuzichukue ili hawa vijana ambao wanainukia ino asili au tamaduni isipotee? Ah, mi hatua ya mwanzo nafikiri ni hamasa, mm -hmm. Kupewana hamasa kwa hii mitandao yao, hamasa kwa mabaraza ya chifu, hamasa mm. mm. paka majumbani. Maana hapo zamani za kale mm. kulikuwa na kitu inaitwa round table eh, hii tunaita sahii round table mm. zamani ilikuwa inaitwa Rome Rome. Sasa eh, hawa wazungu ni kama wametusoma vitu vizuri akili vi zetu wakaleta design ile. Eh. Mm. Yaani, Rome ni babu, jioni jioni anakaa mahali kuna moto hapo mm. Alafu wale grandchildren mm. au wajukuu wote wanakaa hapo na wale watoto wengine, watu wanasikiliza wazee wanasema nini kuhusiana na maisha kuhusiana na hali ya afya mm. Elimu, vitu vingi tu, watu wanasoma hapo mm. ni kama vile elimu bila ya bila ya ukuta, wanasema hivyo. Sasa mzee anaongea pale, na wallahi, mambo yale ndio yametoa imani. Sasa hivi hakuna imani, sasa hivi watu ni watovu, wana utovu wa adabu. Ndio, ndio, wallahi Rome limebeba mambo mengi sana. Uh, tofauti na sasa hivi na shule ya ukuta, watu wanaandikiwa notes waende kusoma sijui nini pinga, mm. ujinga mwingine. Lakini tungehamasisha mambo yale yakarudi, maana sasa hivi rome mitandao, mm. rome mitandao, rome mitandao TV namna hiyo, lakini tungehamasisha hayo maneno yakarudi, ingekuwa vizuri. Weangalia, hata zamani watu walikuwa mtoto wako aende kuwa mtoto mwe wa familia ingine. Kule kulikuwa na compensation mtu mm. Wewe ule mtoto wako aliyeua, mnaenda kulipa kwenye ile familia, peleka mtoto ah, eh. na ukimpeleka, ni, ni wakule pamoja na jina lake hey. na hiyo ilikuwa inakuwa once and for all, watu hawatateta tena wala nini mambo ya kupelekana polisi huko. Mtu mmemdhuru hapa, labda umemkata, unaambia bwana, mletee mbuzi huyu mchinjie na shilingi ngapi, bwana au mm, maneno yameisha once and for all. Sasa hivi unampeleka mtu polisi kule, unachukua P3 unamchukua hapa, unampeleka huko, akirudi na yeye analipiza. Kweli sasa waona kwamba sisi kutumepoteza bwana, kweli utamaduni bwana, kama ujui sengenya Uje ucheze sengenya. Asante ah, sana ndugu yangu mwenye <laughs> ajitenga. Ah, tumekuwa na mgeni hapa ambaye ameweza kufunguka zaidi na kitu ambacho kimenibamba zaidi ni pale uliposema hapo, wakati wa zama za kale, yaani ukiharibu kitu cha mtu au uwe e, mtoto wa jirani, basi unachukuliwa unapelekwa kule na unabatizwa paka majina anakuwa kweli mm, familia lakini sasa hizo zote hakuna. Sasa hizi ukiwa mtu naambiwa sijui wewe ni death sentence, wenyewe wazungu wanakwambia, yani unahukumiwa kifungo cha maisha, na ni masuala ya, ya, tamaduni zetu kuzipoteza na kupotea, ambapo paka tumeweza kujuzwa kuwa ile masuala mazima ya Rome. Sasa hizi amepotea zile hadithi ambazo tulikuwa tukizisikia za sungura na fisi, sasa hizi hakuna. Sasa hizi ni mitandao ya TikTok, uh, watu kuweza kupiga story tena zaidi ni za matusi na mitandao mingine ya kijamii na sisi kurudi kwenye asili ni sisi kutaka kuisoma kuisoma asili, na ndio maana Talanta Mwanza Media wameamua kukuletea Kigoda, ambacho kwenye hichi kigoda eh, tunakuletea vitu motomoto kuhakikisha kuwa unaweza kusoma kuelimika, kupata ile mafunzo ya ndani ambayo yatakuwezesha wewe kama kijana kuweza kuwa au kuzijua tamaduni zako. Na leo tumepiga tu stori kidogo lakini nina imani wale watazamaji wakihitaji turudi tena kwa mwenye ajitenga tufafanulie zaidi. Nina imani atakuwa tayari kuweza kuwajuza nyinyi ni kitu gani haswa ambacho mtahitaji kukisikia. Mimi nilikuwa tu wenu msikilizaji um, kama nyinyi ambaye nimeweza kupiga stori na ndugu yangu hapa. Jina langu ni Babuji, Babu Great. Babu good, na hapa ni ndani ya Talanta Mwanza, ambapo ndani ya kipindi cha Kigoda utamaduni ndio kipaumbele, na utamaduni ni jukumu letu kuhakikisha kuwa inafika kwenu nyinyi watazamaji nyote, ili mujue kuwa tunawapenda na tunawajali na tunataka tuishi kwa amani, kwa sababu kwa maneno ya ndugu yangu na imani, tukiwa tunaukumbatia utamaduni, basi hivi vita, matukano nini na nini, vyote tutaweza vimaliza tupatane eh, kwenye comment session eh, ili tuweze kudadavua yale ambayo yamebaki, tujue ni wapi kwa kuanzia. Kwenye kipindi kijacho, usikose kuhakikisha kwa unabonyeza kile kitufe cha kusubscribe, na pia vile vile tuachie comment yako, like, na ukitupenda sana we, usikose kushare bwana. Hii ni moto na inayokuja ni moto zaidi ya moto tena, wakuotea mbali. Asanteni sana.